Binafsi mimi, mimi naamini ni moja kati ya washambuliaji ambao uh, wanajua kucheza kwenye eneo lao, sio wabaya, wanajua uh -huh. kucheza kwenye eneo lao uh -huh. Yani Jefte ukimlinganisha na washambuliaji wengine wote wa ligi kuu ama, mm. wengi waliokuja, mm -hmm. unaweza ukamwona yeye mara nyingi anajua sana kucheza kwenye eneo lake. Sasa Jefte hawezi ku jana ilikuwa ni, ni, ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa inayokutanisha makocha ambao wanauelewa mkubwa sana wa mpira Miguel Gamondi ambaye pia ni kaimu mkocha mkuu wa, wa, wa Taifa Stars. lakini uh, tunamzungumzia Froy Benge. Moja kati ya makocha ambao wamefanya vizuri sana barani Afrika na anajua jinsi gani ya kucheza mechi hizi kubwa. Mchezo dhidi ya uh, Singida Black Stars ulikuwa ni mchezo ambao kuna pia miamba wawili ambao wanashiriki wana, wana, wana, wana kwenye ligi kuu au kwenye, kwenye kom, kombe la shiriki, shirikisho barani Afrika mm. kwa namna ambavyo ulivyoona tathmini yako kimchezo mm. Uh, ni kocha yupi ambaye aliingia na homework sahihi na kuifanya kikamilifu dhidi ya mwenzake? Uh, Singida alijua mapungufu yake mm. toka mwanzo mm. alijua Azam watakuwa na, na hamu zaidi ya kucheza mpira na kukimbia kutokana na aina ya wa wachezaji wake, kwa hiyo Ibenge alikuja na mpango wake mzuri Yani, mpango wa Bengi jana ulikuwa uko vizuri mm. lakini Singida wao walijua namna pekee ya kuwazuia ni, ku, ni kuwafanya Azamu wakae na mpira mm. lakini wao watatumia nafasi chache ambazo watazipata, kwa sababu walijua kukaa na mpira na Azamu. Ukiwaangalia kwenye mechi ya Wida Azamu jinsi walivyocheza, ndicho walichokionyesha mechi kwenye mechi ya jana kwamba waliweza kukaa na mpira sana, wakushambulia sana lakini wao Singida mm pale katikati ulionekana umri ulijionyesha jana tofauti yeah, ya umri ulijionyesha jana <coughs> kazi na umri eh, ilionekana pale jana kusabu, kwa sababu vijana wa Azam walikuwa wanakimbia sana kulinganisha na viungo wa Singida. Kwa hiyo ili tunawalinda vipi sisi, tunakaa nyumbani kwetu, tunahakisha kwamba hawapati nafasi ya, ya kupiga mashuti na kumkuta kipa yetu. Japokuwa Azam alitengeneza nafasi nyingi sana, kipa wa Singida alikuwa kwenye kiwango kizuri sana jana, ambaye pia alikuwa man of the match eh, alikuwa mm, kwenye kiwango kizuri sana kama bila yeye kuwa kwenye kiwango chake aya ambayo Gifti amekosa ya ya, yangekuwa magoli, kwa sababu kuna mengi ya moja, moja moja moja moja wanakutana yeye na mshambuliaji anaokoa ana, ana, ana, ana kama hapa alimtoa ali Gifti kwenye mchezo, unaona. Basi unaweza kusema kwamba Gifti nani lakini kipa aliweza alisaidia, ali, jinsi alivyojitanua akamfanya atoke zaidi nje ili kutafuta nafasi. Kwa hiyo nani Gamondo alifanikiwa kwa kwa mbinu yake, kwa sababu kisha kuwa mgeni, siku zote tunaamini wewe lazima kwanza unataka kujilinda. None, mm. Kwa sababu wewe pale sio kwako, huyu yuko nyumbani kwake. Kwa hiyo mgeni siku zote anakuwa na timu ya pili, mara chache sana mgeni kuwa timu ya kwanza. Alafu kingine rekodi za, za Azam dhidi ya Singida ni, ni nzuri sana. Azam imeifunga sana Singida kuliko Singida imeifunga Azam. Kwa hiyo kwenye mchezo kabla wanaingia kwenye mchezo huu Azam alikuwa na, ana nafasi kubwa ya kupata matokeo kuliko Singida.